Iko na Shabani. Shabani, kwema, kwema, nashukuru Mungu, tuko poa alhamdulillahi, kila kitu kinaenda kama kilivyopangwa. Wanasimba tuna furaha, maisha yetu yote hatunaga baya, yaani baya wanaitengeneza wao na wao wenyewe ndio baadaye wanakuja wanajira humu, lakini au mkuti mwanasimba kanyongea nyonde nyonde kimona hivyo, huyo sio Simba lakini Wanasimba kila siku, miaka yote si ikoto ni furaha bwana Shabani. Eh, basi na shaka umepata taarifa ambayo inamhusisha eh, Shomari Kapombe na klabu ya Simba eh, kuingia kwenye kinyang'anyiro Shomari na, nafasi ya mchezaji bora anayecheza ligi ya ndani barani Afrika 2025, lakini klabu ya Simba na nyinyi vilevile, eh, timu yenu inagombania nafasi eh, pale kwenye kinyang'anyiro cha timu bora barani Afrika mwaka huu 2025, tuambie taarifa hii kwenu inaofahari kiasi gani Shabani? Eh, kwanza nitoe pongezi kwa viongozi wetu kwa sababu mpaka tumepata hiyo nafasi haikuwa rahisi, haikuwa rahisi na ugumu umekuja. Hauwezi kufanikiwa kutoa mchezaji kwenye, kwenye, kwenye timu yako akaenda kuwakilisha kwenda kugombea tunzo, lakini hauwezi kugombea kuwa timu bora ukiwa timu yako sio bora, na hauwezi kuvifuata hivyo vitu vyote ukiwa una management poor ambayo haina lolote, yani ya ovyo. Lazima uwe na management ilokuwa ilo bora na wanachama wako na mashabiki wawe strong. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi na wanachama na mashabiki kwa klabu ya Simba kwa uvumilivu na upendo walokuwa nao katika katika kat, kat, timu yetu. Lakini la pili ni fahari kubwa zaidi kwa sababu tumepata nafasi ambayo wengi wanatamani kuipata katika sekta ya, ya, ya, ya mpira wa miguu. Simba, kazi yetu e, ni mpira wa miguu sio nyingine. Kwa hiyo, heshima yetu ina, ina, ina, kwa hiyo tunapopata heshima kupitia mpira wa miguu ina maana heshima yetu inaonekana kwamba mashabiki wanachama wanasapoti kitu chao kwa uweledi mkubwa, ndio maana tumeenda kupata nafasi ile. Lakini kwetu ni faraja sana sana zaidi ya sana. Nimesikia baadhi ya watu wanabeza, wana, wana kwamba kupata hiyo nafasi kitu gani nini, lakini watambue kwamba virabu vya mpira kazi yake ni mpira na kinapotoka kitu chochote cha kuhusu mpira lazima ujipongeze kwa sababu kazi yako sio mpira. Sisi e, Simba sio klabu ya mapishi, Simba sio klabu ya mipasho, Simba klabu ya mpira wa miguu e, kugombea beki bora wa Afrika wa ndani kuna vilabu vingi sana lakini, kapatikana kijana tena, Mtanzania mwenzetu Shomari Salum Kabombe, ambaye sasa hivi na yeye ndo captain anagombea nafasi na, lakini la pili timu ambayo imebeba Sekafa, Sekafa nzima. Unapozungumzia Sekafa ina maana kuna nchi ambazo zipo lakini zina timu zao, imetoka timu moja tu ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hilo ni la, la kujivunia sana, na niwapongeze viongozi wa Simba, lakini niwapongeze wanajeshi wa Simba ambao wao ndo wamefanya mpaka klabu yetu imepata heshima, lakini nitakuwa mchoyo wa wafadhila zaidi kutomuongezea sifa zake Shomari Salum Kapombe kwa sababu katika mafanikio ya klabu ya Simba zaidi ya miaka minane tunaingia katika hatua nzuri kwenye mashindano ya kafu, e, Kapombe yupo ana, anatumikia klabu yetu na sasa hivi kaaminiwa yeye ndo amekuwa captain. Kwa hiyo mimi niseme nampongeza na niwapongeze na na wana Simba wote Watembee kifua wazi, wajione wao ndo wamba, wengine wamebakiza maneno, lakini sisi wengine kazi yetu na ndo kama hiyo tushafanya na kila kitu chetu kimeenda vizuri. Yes, wanasema wao, wanasema si mara ya kwanza <coughs> e, timu kwa hapa Tanzania, e, kuchaguliwa na mchezaji kutoka hapa Tanzania, kuchaguliwa kwa shomari Kapombe, e, wao wanashukulia kawaida, watanisema wao, kazi yao kubeza Eh, kazi yao kazi yao kubeza kwa hiyo wa, waache wabeze wa- wamebeza wa ubora ubo, ubo wetu wa sisi kuwa namba tano, wakati wao toka timu yao izaliwe ten, tena timu kongwe la kizee kabisa limezaliwa 35 hawajawahi 5 hawajawahi kuwa hata, hata nafasi ya saba. Kwa hiyo mtu ambaye anaenda kumbeza mtu ambaye ana mafanikio huyo e, mtu ni zero kama, kama ile wanaosema mi maskini jeuli mm. Yani, umekaa mbele za watu mi maskini jeuli, maskini jeuli haina faida, hamna yeah. E, kitu kizuri kama mtu kuwa na chochote kama kuwa na pesa na nini sasa mm. Hamna mtu anayojivunia akasema yeye maskini jeuli. Ukiona mtu anasema yeye ye, ye, ye, yani yeye maskini jeuli hapo mbele ya tajiri, basi huyo mtu lofa wa mwisho. Sasa sisi so malofa eh, leo Simba National tunawaheshimu Leo Simba tuna waheshimu Mamelodi Sundowns. Leo Simba tuna viheshimu vilabu vikubwa kwa sababu tunajua wanapambana ili timu zao ziweze kuwa bora. Sasa leo Simba tumwambie National Alali, sisi maskini je ulio ya Alali, utuambie lolote. Ah ah, lazima heshima yake tumpe, lakini uwanjani National akikutana na sisi anajua kwamba Simba ni watu wa design gani. Kwa hiyo wale wanaobeza wa, waache wabeza kwa sababu ndio Mungu alivyowajalia na hauwezi kuwa sawasawa kila kitu ukiwa unatumikia alafu unatumikia kitu bure. Yaani kitu cha bure akiwezi kukupa faida katika maisha yako, hauwezi. Yaani kitu chochote cha bure akiwezi kuwa na thamani katika maisha akiwezi, umenielewa? Yaani kitu chochote cha bure akiwezi kuwa na thamani, kwa sababu hawa wanaobeza mafanikio yetu leo wao kila kitu bure. Wanapewa bure, kitu wanapewa bure. Wanapewa ah, wapo wanaonunua lakini bure wanapewa sawa eh? Yaani wale wenyewe wenye uchungu na, na klabu yao Yonanunuwa. Kama kina msema goma ananunua hmm. Ila hawa kunguni kunguni hawa aw wanachukua bure. Ndio maana unaona mtu anachukuliwa anapakizwa kwenye gari ananunuliwa nguo analipiwa, ana hoteli nyota tano, anaenda ana kulipiwa swimming pool, ana, analipiwa boksa ananunuliwa viatu na soksi, anaogelea anatamba mbele zazanamezie mimi nimepelekwa huku, anavimba kabisa mtoto wa kiume amelipiwa watu. Ha, ni wahatari sana katika, katika hii dunia ya sasa okay. Eh, sasa yeah. ukishakuwa na watu kama hawa yeah. wakikuongoza mbele yeah. lazima lazima uharibikiwe. Kwa hiyo simba hatuwezi kuwa na mambo ya ovyo kwa sababu yeah. tushajijengea kwanza klabu yetu ya wajanja wafikiria Dar es Salaam yote poli, mm. wazee walishajua kabisa kwamba Kariakoo ndiyo kutakuwa mjini, wamechagua wame, wamejua, lakini wao so kutokana aya ma, mawazo yao mgando mm. wazee wao waosimeona kule walikwenda wa, wa, wa, kuchagua mm. sehemu ya maji machafu ambapo mifereji yote ya ma, yote kutoka sijui Vingunguti wapi yote anapita hapo kwa hiyo uh, uh, ukishawachukulia watu ile historia yao hmm. mpaka leo kwamba wanavyodai wa, wa, wa, bule, wengine wanadai hiyo siku ya mechi waende kuwekewa sahani ya ubwabwa, wawekewe juisi, wawekewe na maji, na wakiondoka wapewe kipleti, waende nacho nyumbani. Huyu huu ni msiba. Kwa hiyo watu kama hawa, hata kuwanunua ukawaweka ndani, kwa sababu ana kaa hapa, futa viatu hmm. Mimi nikitoka wewe, kazi zako unanipanguza shati langu tu, unanifunga tai hivi, hao wanarizika e, e, kwa sababu ukiona mtu mpaka amekaa kabisa katika maiti kama hivi hmm, tunamwomba Garib Saidi atuwekee kwenye kiti sahani ya pilau <laughs> atuwekee juisi atuwekee maji hmm. Na tukiondoka atupe kipleti kutoka nje, basi inawezekana mtu anataka kumchukua mkewe akampeleka kule kwa, kwa tajiri hmm. Akamsaidia saa akamtaya akamsaidia tajiri, kaja kufagia, eh baki, inawezekana no. Huko kama wewe unakubali mpaka kipleti cha kwenda kula nyumbani kwako na familia unakiomba kwa bosi, ambaye atakusaidia wewe kuingia uwanjani bure kusaporti timu yako hmm. Kwa hiyo mimi niwaambia watu waache hivi hmm. vitu vya ovyo, wapambanie leo. Wanasema kwamba eti wenyewe mashabiki wa, mshabiki kaomba yeah. Yani mashabiki wao ndo wameomba me, wa, wa mechi iwe bure, wanachama, e, wanachama. Yani unapokuwa kiongozi, kuna vitu, sio kila neno uliseme, hamna vitu, vitu vid, kama hivyo. Kwa hiyo mwanachama akiomba ile ile, ile ile klabu yao mm-hmm, ivae jezi nyekundu au nyeupe watavaa So, lazima wachakate jambo watavaa. Mimi ndio nasema, yaani wao ndio wanachama na sababu mashabiki waombe wavae jezi nyekundu wa au nyeupe watavaa. Lakini kwa sababu wale wanachama chao zoea kupewa supu za bure watavaa. Si unaona jezi yao ile nyeusi ya msimu wa mwaka jana walikuwa na nyeupe. mm. Hiyo hao watu watu wakupelekwa pelekwa tu, wakupelekwa. Leo Simba wakiambiwa bure wa jana waendi free hawataki. Wanajua starehe alama. Naendaje uwanjani bure, unaenda kumuona neo maema ni mchezaji mkubwa, namuona Roshan Deroki kutoka klabu kubwa. Leo unaenda kumuona kijana Moses Abraham bule, unaonaje? Watu kama wa bule, hamna starehe ya bule bro, hakuna. Leo vilabu vyetu vina thamani. Zamani hivi vilabu vilikuwa vinalala roji, leo uweze kuchukua simba au yanga ukaenda kuwalaza roji? Wanalala hoteli ya nyota tano, kwa sababu thamani imepanda. Sasa thamani imepanda ya klabu, watu wanataka kuingia bule. Wanashusha thamani hatuwaovyo kabisa, wamezaliwa ha, nchi gani shekhe? Mi sijui e, kweli eh. Ah, nasema wapi hapa so. Amna mta Nyerere hajatufunza vitu vile? Nyerere, Nyerere akatufunza tuheshimiane na tuthaminiane. Sasa mbona wale hawana heshima hapo, wathamini lakini Shabani hey. Eh, kutokana na taarifa ambayo eh, amezungumza afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Shabani Kamwe katika kituo kimoja cha redio hapa Tanzania asubuhi ya leo amesema kwamba eh, mipango ambao wameipanga wao kama management ndio ambayo imepelekea wao kufanya majadiliano na kufanya mechi iwe bure. Lakini nyinyi, eh, kwa nini mnapanic na kati mechi sio ya kwenu? Sisi hatuja panic Simba hatujapaniki. Simba tunataka mpira uwe na thamani. Wao wameona watu wao waingie bure, wajae kwa wingi. Wale wanatuletea ulofa wa uthamini mpira sasa si ulofa wa kutothamini mpira, si ndo tunachukia? Kwa sababu leo Simba ndo tumeokoa jahazi la mpira wa nchi hii kwa kutumia nguvu kubwa sana na thamani ya pesa mpaka tumefikia hapa tulipo leo. Mohamed Dewji toka ameingia katika madaraka hmm ya kuifuatilia Simba kabisa ndio maana ligi yetu imekuwa namba tano. Zamani kulikuwa kuna matajiri huko lakini hatukupata thamani ya ligi. Mohamed Deuji kawekeza pesa, ndio maana wengine na wenyewe wakaja kuwekeza pesa. Ligi yetu imepanda thamani, lakini haijapanda thamani kwa sababu ya bure. Imepata thamani kwa sababu watu wametia hela. Sasa leo ligi imekuwa ime, na thamani uwanjani bure kama ligi ya wanawake ambayo ndio kwanza inatengenezwa, basi waaminiwe kwa katika ligi ya wanawake ambako ligi wanawake ndio kuna watu wanaifanyia promo hii, wana thamani, ndio maana mechi zao ni bure. Sasa kama na wao nataka ligi ile ligi ya ya, ya kina mama waende, na ndio maana nako ile tunzo zilizokuwepo vilabu vya kiume vilivyokuwepo, vi, vi, vi, nadhani simba wapo, kwa hiyo sio kuwepo, ndio kina mama waende kwa ligi ya kina mama, yeye tunakosesha wengine wa kina mama sababu na wapo, kwani ile kwani ile tunzo haitu ya vilabu vya kiume na kuna ambia Azam wa kina mama nasa muna hey, hawapo waliopo tu ndo wanaume ndo wamba hao. Sasa na ndo pamoja na, na, na mnyama simba wengine wote, unaona, unahisi kigezo pekee ambayo kimetumika eh, simba kuwepo mle ni kipi? Na ukiangalia katika kipindi cha miaka minne hajabeba ubingwa wote wa ligi mwaka robo wamkie mwaka robo tuko vizuri. <laughs> <Kuna laughs> Hey, kwa sababu gani wanasema? Vitu wakiwa hajielewi oh. Yaani, unavyomwita Simba mwaka robo, ina maana kwa miaka minane wanaingia zwa hatua ambazo kuna vilabu wana miaka karibia sijui themanini hajafika hiyo hatua. Lakini sio ufahari kuishia kwenye hiyo nafasi. Ufahari kwa sababu unapiga hatua, unapoanza kutembea ukizaliwa unakaa unatambaa, unasimama, unatembea, unachanganya miguu yeah, sawa. Sisi sisi wakulungwa eh? Mm. tumeelewa sisi, so, so, eh? Ukulungwa wetu sasa hivi unatupa nafasi hiyo, ndo maana baada ya miaka kadhaa tumecheza fainali ya kombe la shirikisho kwa mpira wa Tanzania walizaa na vilabu vyetu vilivyo mazingira yake kufika katika mashindano ya ya ya KAFU katika hatua kuanzia makundi, nusu mpaka mpaka robo. Ina maana hiyo nayo ni, ni, ni, ni, ni, ni mojawapo ya hatua leo mtoto wa nasa aliyafanani na mtoto wa darasa la kwanza huu huo, yeah. ndio ukweli right. Lakini kuna watu wanapindisha tu hizi hoja leo wezekani mwana wewe darasa la kwanza awe sawasawa na darasa la nne ni uongo, usimelewa sasa. Leo form 6 ya simba huwezi kufananisha na mtu wa darasa la tatu, kama nyuma mwiko, huwezi kumfananisha daraja la pili, kama kama Singida Black Star, huwezi kumfananisha mtu wa wa, wa, wa, wa darasa la pili au sengine la tatu kama Azam Ukizungumzia simba unazungumzia simba, umesikia bwana? Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu mimi eh, ni wape heshima Simba Sports Club, timu yangu, lakini lazima waheshimiwe na heshima lazima itawale. Hata kama nabii akubariki kwao, lakini sisi na ndo wakubwa, na sio wakubwa Tanzania, wakubwa Sekafa, Afrika Mashariki na kati, sisi ndo matop wakubwa. Sasa leo unapoenda kusema kwamba tunzo hazina maana, sisi sisi, ulipita tulipita wapi toka wazaliwe klabu yao? Wallahi kama una rekodi washashika mpaka hata nafasi ya nane niletee hapa nitakupa zawadi. Nafasi ya tisa, sasa hii wako nafasi ya tisa, lakini nafasi ya, ya tisa katika wale wale ambao wana kwa sababu renki wanatoa tofauti ya tisa, ametoa wenyewe kafu Hey, mara yake kuna vyanzo, kuna kichanzo, kuna kimoja iko South Africa. Eh, hey, labda wa, wamepewa wa na wao kafu wenyewe nafasi tokea wazaliwe, bado wadogo wadogo, bado si, wapambane. Ah, bado sasa hivi, so, bado wadogo sana na mimi sioni kuwapongeza sasa hivi, kwa sababu hawatuheshimu sisi, sisi ndo mafaza. Eh, yani unapomzungumzia Simba unamzungumzia mkubwa wa, wa Sekafa. Unapomzungumzia kungu Simba unamzungumzia mkubwa wa hapa. Mtu ukimwambia tumekufunga mara sita imekusaidia nini? Eh? Sasa sawa na mtoto uko shule unaenda kuibia mtihani wa mwenzio. Mwenzio kama ameboronga ame na mwenyewe boronga. Ligi hapa wewe Azam si nani wote sawa tu. Hamjulikani huko kwa kuliko kwa mpira. Wakubwa wa dunia sasa hivi wa vilabu ni Chelsea. Kila mtu anaheshimu. Uongo kwani? Sio? si Uingereza? Afungwi heshima yake, huko duniani haipo. Ndio Simba sasa.